Okay. Unasema, habari dokta, nimefuatilia makala zako Facebook. Nina shida moja, ninapokuwa nafanya sex kipindi kile mwanamke anajisikia raha, anatamani niendelee na sex, ila mi tayari nakuwa nimemaliza, sijui unanisaidiaje. Nikamuuliza swali, nikamwambia pole kwa hiyo changamoto kwa sasa, tatizo hilo lina muda gani? akaniambia ndio lina muda sana, kama mwaka mmoja. Nami pia nikamjibu nikamwambia kitaalamu, hili ni tatizo au hili tatizo likizidi zaidi ya miezi mitatu, hiyo ni shida ya nguvu za kiume, ambayo ipo katika misuli yako inayokusaidia kuhimili tendo. Nikamwambia unatakiwa upate matibabu pamoja na ushauri, na saa nasaa okay. ni uh, moja ya changamoto kubwa sana ambapo wanaume wengi nawakuta, anashiriki tendo la ndoa anafanikiwa kuweza kusimamisha uume vizuri, lakini once mwanamke anapokuwa anafika katika ile raha ya kiwango cha juu au anakaribia kufika, mwanaume yeye ndio nguvu zinamuishia. Lakini pia au mwanaume anafika mshindo au anawahi kukojoa mapema zaidi na zaidi. Kwa hiyo changamoto hii sasa hivi ni kubwa sana zaidi ya sana. Watu wengi wamekuwa wakijiuliza chanzo hasa kubwa ni nini? Na siku zote nimekuwa nikilifundisha hili kwamba sababu namba moja hasa kubwa ni vyakula ambavyo tunavitumia. Mtindo mbovu wa maisha katika upande wa vyakula ambavyo wengi tunatumia vimepelekea katika tatizo hili. Kwa hiyo one of the factor ni mtindo mbovu wa vyakula au mtindo mbovu wa maisha katika upande wa kwa tunavyotumia. Na sababu namba mbili ni matatizo ya kisaikolojia. Matatizo ya kisaikolojia yanaweza akapelekea mwanaume pia kuwa katika changamoto hii, na namba tatu ni mwanaume ambaye amepitia mchezo wa kujichua ama wengine wanaita masturbation. Mwanaume kama amepitia mchezo wa kujichua kwa muda mrefu, anaweza akapata madhara yake, kwa sababu mwanaume anapokuwa anajichua uume wake wanapokuwa nakojiwa, lile tundu la uume, hewa inayopita katika tundu la uume inakwenda kuathiri mirija ama misuli ambayo inayomsaidia mwanaume huyu kuhimili tendo la ndoa. Sasa, Dr. Kuboja lina dawa maalum ambayo inasaidia kuweza kuimarisha hiyo misuli yenyewe. Hii ni dawa ya kunywa yenyewe, hii ni dawa ya kunywa na ni dawa hiyo katika mfumo wa unga. Unatumia asubuhi na jioni, asubuhi na jioni na matokeo mazuri unaanza kuyaona siku ya kumi na nne toka umeanza kutumia, matokeo unaanza kuyaona kuanzia siku ya kumi na nne na ndani ya siku thelathini ambayo ni sawa na mwezi mmoja, tatizo linakuwa limeisha kabisa na utapokea uponyaji. Lakini sio hivyo tu katika matibabu haya Dokta Kuboja ninakuwa na ufuatiliaji wa ukaribu zaidi kwa mteja husika ambaye ana changamoto hii. Sasa hivi changamoto hii ni nyingi. Watu wanaambiwa wanatapeliwa pesa nyingi mtandaoni, anaambia nimetumia dawa hii na hii na hii. Kwa nini? Hujapata mtu ambaye anayekusimamia. Hujapata mtu anayekufuatilia. Lazima nijue pia napo una, kuna programu maalum pia ambayo wanaume wanaokuwa na changamoto hii lazima niwasimamie katika vyakula. Nijue amekula nini kuanzia asubuhi, mchana na mpaka anapokwenda kulala. Nitamsimamia mfululizo kwa muda wa mwezi mmoja mpaka hali yake itakapokuwa imetengemaa paka tatizo lako litakuwa limeisha. Kwa hiyo kuna program maalum, lakini program hii inahitaji mwanaume ambaye yuko serious, mwanaume ambaye yuko serious na afya yake, lakini pia anataka kuweza kujitibu. Naomba nikutie moyo kitu kimoja. Wewe ambaye umekata tamaa kwamba nguvu za kiume hazitibiki, nguvu za kiume zinatibika, ila shida hujapata mtaalamu ambaye ni sahihi. Kwa hiyo nitafute Dr. Kuboja, kama ndio maraku ya kwanza unaona hapa, cha kwanza subscribe katika channel hii ama jisajili. Lakini pia cha pili, chukua namba yangu ili baadaye unitafute, ama niweze kuongea na wewe moja kwa moja, nikusaidia changamoto hii. Nimeshasaidia wanaume wengi wengi ambao walikuwa na changamoto hii, na leo hii imebaki historia. Sasa so, chukua namba yangu tuweze kuwasiliana, 0765493645